Huyo mwamuzi anapopangiwa eh? anapopangiwa fainali za za watu weusi, aisema tumkatae. Afrika nzima tumkatae kabisa, sisi huko Afrika Mashariki, Afrika Magharibi tumkatae kabisa, hafai kwa sababu haiwezekani, haiwezekani kwamba sisi wa, wa, wa, wa Afrika weusi hatujui kucheza mpira, bila tunacheza bwana, dakika tukapata kumi na saba goli. Eh? ikabaki goli moja akawaambia kocha wao rudi basi Berkane rudi rudi mu, yaani muwe yaani mkae sehemu moja, msimshambulie. Na kweli walirudi nyuma, wakashambulia lakini refa refa refa refa refa refa, huyu refa huyu Mungu anamuona, katufanyia ubaya ubwela. Ila sisi tunajua ubaya ubwela zaidi, kama tulimpiga Ahali, tulimpiga Raja Casablanca, Raja Casablanca, Widad wote ni, ni, ni timu moja na, ni nchi moja, huyu bwana huyu Berkane, lakini kwa sababu huyu mwenye timu ni kiongozi mkubwa, ambaye yeye ni makamu wa rais CAF ni mtu mkubwa sana na ni rais na, na wa, wa, wa, wa Moroko, kwa mpira wa Moroko yeye ndo rais wa nchi. Unaona sasa mambo yalivyo ya figisu figisu. Sasa sisi wana Simba bwana, hatujafa moyo, timu yetu imefanya vizuri, timu yetu imechukua ubingwa, tunasema ubingwa ni wa kwetu Simba. Kama sisi wa, wa, mashabiki tuko salama. Wanachama tuko salama, sasa tunarudi kwenda kupambana na ligi nyumbani, lakini sio hiyo tu, tuna nusu fainali ya federation pale uwanja wa Babati Manyara pale pote hapo Simba inacheza hapo, ndio jua ukubwa ukubwa wa Simba ni upi? Anatoka kucheza fainali huku anaenda kucheza nusu fainali tena shirikisho anaenda kwenye ligi bado anatafuta ubingwa wa ligi, na Mungu akijalia tunaubeba kabisa. Pointi moja kwetu sio kitu eh oja kwa moja, ndugu mwandishi, jambo hilo liko wazi, jambo hilo liko wazi. Mimi ni mpenzi wa mpira na sio mpenzi tu, ni mwanachama ambaye anatembea na timu kila mara inapoenda, iende Morocco, iende South Africa, mimi nakuepo. Lakini mwamuzi wa juzi alichokifanya yeye, alikuwa na matokeo yake, sasa sikujua Haiwezekani, mtu yuko benchi la ufundi pale ame, amelalamika tu malalamisho ya kawaida tu, baada ya kumuonya kwa yellow card au kwa kumwambia bwana kaa chini, anampa red card. Sasa red card zile mbili kwanza za, za benchi la ufundi zilileta mtafaruku mkubwa sana. Sio hilo tu, red card ya ya ya ya ya ya ya Kagoma kwa kweli, hata ungeangalia move ilivyo akumgusa yule mchezaji Alienda mpira akaslide chini akachukua mpira, wala kumgusa, ila akafanya maamuzi ya kumpa kadi. Na wakati anaongea na, na na nini na na, na, na na Kagoma alimwambia yani, kuna kitu alimwambia pale, ingawa sikuelewa ni kitu gani. Alimkazia sana jicho lakini yule kama alipomwambia neno fulani, alimwambia neno fulani nafikiri la kuhusu kadi, akamchekea pale akawa na tabasamu. Sasa wewe uko nyumbani kabisa, nyumbani kwetu umeletwa huku, eh, unaonyesha ubabe kabisa. Na sio hilo tu, hata kwenye mechi ya Yanga na, na na Mamelodi ilitokea kule Afrika Kusini lile goli, ingawa sisi Wanasimba tulisema sio goli, lakini kiuhalisia lilikuwa ni goli, liliingia ile. Sasa hivi, kwa sababu tumefanyia ubaya ubwela, wote tupendani, ndio utani wetu ulivyo, tukasema sio goli, mmekosa bwana, alipiga mwichi ule, hatukusema hatuwezi kufika na tumekuja wengi. Nafikiri kama watu 10,000 tulikuwa sisi wabara, peke yetu uwanjani. Lakini kilichotokea pale, Lefa akatufanyia na ndio maana goli lao walilofunga. Sisi ni goli dakika kumi na saba. Wao ni kipindi cha pili. Lakini bado goli alilofunga Mkwala, Steven Mkwala, lilikuwa ni goli halali kabisa. Ukiangalia marejeo aliruka tu. Yaani yeye aliruka kwa kishindo pale akawaacha. Basi na Lanzimeni akunyanyua akunyanyua Mandela. Lawama zote kwa Lefa katikati. Huyu Lefa huyu inavyosemekana. Ukitoka Moroko kwenda kwenda Mauritania, yani ni karibu sana, na vile vile, yani ni karibu sana. Ndio maana anapendelewa yeye, kwa sababu maamuzi yote ni, ni, ni, ni ya kule kule kwa Waarabu. Yeye jamaa yule anaonekana ana mambo mengi na, na, na Waarabu. Sio mtu wa mpira huyo refa huyo. Na ushauri kwa kwa kafu nani, kwa kafu, ingawa haifiki Kiswahili hakifiki, lakini ushauri kwa TFF, wanaongea sana na kafu. Huyo mwamuzi anapopangiwa, eh anapangiwa fainali za za watu weusi, aisee tumkatae Afrika nzima tumkatae kabisa sisi huko Afrika Mashariki Afrika Magharibi, tumkatae kabisa afai, kwa sababu haiwezekani, haiwezekani kwamba sisi wa, wa, wa Afrika Weusi hatujui kucheza mpira, ila tunacheza bwana. Dakika 17 tukapata goli eh, ikabaki e goli moja, akawaambia kocha wao rudi, basi bilikana, rudi rudi, yani muwe, yani mkae sehemu moja, msimshambulie. Na kweli walirudi nyuma wakashambulia, lakini refa, refa, refa, refa, refa huyu refa huyu, Mungu anamuona, katufanyia ubaya ubwela, ila sisi tunajua ubaya ubwela zaidi kama tulimpiga Ahali, tulimpiga Raja Casablanca, Raja Casablanca Widad, wote ni ni, ni timu moja, ni, ni nchi moja huyu bwana huyu Berkane. Lakini kwa sababu huyu mwenye timu ni kiongozi mkubwa ambaye yeye ni makamu wa rais CAF, ni mtu mkubwa sana, na ni maka, na, na ni rais wa, wa, wa, wa, wa Morocco kwa mpira wa Morocco, yeye ndo rais wa nchi. Unaona sasa mambo yalivyo ya figisu figisu. Sasa sisi wana Simba bwana, hatujafa moyo, timu yetu imefanya vizuri, timu yetu imechukua ubingwa, tunasema ubingwa ni wa kwetu Simba.